Nyingi, nyingi, nyingi, nyingi, nyingi. So, today nimekusogezea jinsi gani ya kuweza kukabiliana na hizo changamoto, hususan changamoto mmoja wapo ni ya kuweza ku login au kujiregister. Unakuta ume login lakini au unataka kujiregister, account yako inakuwa registered au umesahau password, unapiga simu hazipokelewi. So, unachotakiwa kufanya namba moja, kama ume una login password inakukatalia nenda e, katika register alafu au katika login. Alafu chini yake kuna sehemu umeandikwa eh, forget password. Hii hapa chini imeandikwa forget password, ukikliki hapo utajaza hiyo email yako ambayo wewe unaingiza una kwenye mfumo, itakuja ringi. Sasa ukifanya too many attempts, ukajaribu mara nyingi sana, hiyo account yako inakuwa locked. Kwa hiyo ipe muda ipumzishe akaunti yako masaa kumi na mbili alafu uje ujaribu tena kule kwa password, hiyo link itakuja. Lakini ukifanya tu main attempt, hiyo link itakawia na utakuwa unachanganyikiwa. Issue ya pili ni kuhusiana na namna gani ya kujaza hizi taarifa, kwamba watu wengi wanasema kwamba asilimia ifike asilimia ngapi, wengine wanataka asilimia mia. The issue is sio asilimia, je, umejaza hivyo vitu Kunaweza ukawa una asilimia sabini lakini umejaza kila kitu na ukakomana asilimia mia. Eh, for example jana nimepata na kesi moja, jamaa amejaza kila kitu ana asilimia mia, lakini katika akitaka ku apply namwambia hana vigezo kwa sababu amechanganya qualification, alitaka ajaze kila kitu. So in our case here, katika nini cha kujaza, kama wewe mwalimu utajaza personal details zako, ambapo hapo utaweka ile namba yako ya NIDA hiyo eh, inaeleweka kabisa. Afu chini yake utaweka contact details. Kitu cha pili ni academic qualification. Sehemu hii narudia tena, wewe makini unapojaza kwa sababu ukikosea kujaza itakupelekea wewe kule either wewe una kigezo cha kuapply kazi au ukikosea kujaza itakuwa vigumu sana kufuta ambako anze kuhangaika kupiga simu. Kipengele cha tatu ni professional qualification. Ndugu zangu, kwa sisi walimu au hao wanaomba kazi za walimu eh, hiki kipengele naweza nikasema wewe usikiguse kwa sababu mwalimu kama mwalimu sio profession yani ni profession lakini hakuna ile professional body ambayo inamverify huyu kuwa nani kuwa mwalimu ila mwalimu akishamaliza tu chuo chenyewe kina kuwa kimesha mgrant kwamba amesha kuwa nani kesha kuwa mwalimu so hii professional body anaweza kajaza nani anaweza kajaza mtu ambaye kasomea engineering let's say dereva au wale library boards kuna body ya mambo ya ma, ya, ya maktaba watu wa sheria wanaweza kajaa, lakini wewe mwalimu ukijaza kipengele hiki, kwa sababu kategori yako wewe, au wewe hutaweza kufanya nini, utaweza kuiona. Nadhani hapo tumeelewana. Kwa hiyo katika mwalimu unaweza ukaacha tu hivyo hivyo na uka, uka, ukaweza ku apply kazi yako. Kitu kingine ni language proficiency. Hapa utakuja utaadi language proficiency, ni very simple, lazima uweke utajaza kitu kingine utaweka working experience. Working experience ni muhimu, kuna baadhi ya kazi unakwambia lazima uwe na working experience, lakini ni kesi kwa mwalimu, yeye hata usipojaze kikipengele unaweza ka kuapply kazi yako tu, na kiwezo kukufunga kwamba eh, kwa nataka tu, let's say ni mwalimu alafu ujajaze hicho kipengele eti ndio uta, utakosa. Hapana, hicho sio kigezo cha moja kwa moja. Kingine kuna training and workshop. Hiki kipengele ni kwamba umeshawahi kuhudhuria kama mafunzo ya muda fulani fulani, lisi training and workshop, ukapewa na cheti labda entrepreneurship, ukapewa ile mambo ya proposal writing. Hizo ni training and workshop, ulienda training ya kitu fulani kusiana na hiyo profession yako au kazi yako, mbao wewe mfano nini unasoma. So kama hauna it's not necessary ukajaza kitu ambacho ambacho wewe hauna. Nakukumbisha tena usijaze kitu ambacho hauna, itakuletea shida then we kwenye kompyuta literacy utakuja utaadi hapo, kama una ujuzi e, wa kutumia kompyuta katika mambo ya Excel, kama una cheti utakiambatanisha hapo. Kitu cha ja msingi kabisa hapa ni referees, hapa ni referees, lazima wawe watatu, ambao wenyewe utaweka jina lake, kazi yake, katika taasisi email yake na anwani pamoja namba ya simu. Kama ni mtu ambaye ame ni personal ambaye amejiajiri mwenyewe self employed, basi katika organization utaandika self employed. Katika title utaandika anafanya kazi gani, whether ni farmer, peasant, whatever. But advice kwamba qualification lazima aweke lefalizi ambaye, eh, ana ile tunasema anaendana na fani yako au profession yako unayoomba, ili iwe rahisi wale watu wanaokupa kazi kujua kwamba huyu mtu katika ulimwengu wa fani yake anaendana hiki ni kipengele cha referral hizi. Kipengele cha mwisho kabisa kinaitwa other attachments. So nakukumbusha kabla sijaendelea hapa hakikisha kwamba umesubscribe akaunti yetu ili kuendana na eh, video zote ambazo zinakuja mdomo juzi. Kipengele cha other attachment kina umuhimu. Umekutana na watu wanakwambia unapotengeneza akaunti ndio unapotengeneza akaunti, eh, Ajira Portal, ndio unapotengeneza CV. Lakini ukija kwenye other attachment kuna sehemu imeandikwa E, curriculum vitae kwamba uweke CV. Hapo unaweza ukaweka CV kwa sababu gani? Mfumo unachukua baadhi tu ya taarifa ambazo ni selective, zinazo kutaka wewe n yani, zinazo kutaka mfumo. Lakini ukiupload CV yako wewe, kuna vitu vingine ambavyo kwenye CV mtu anaweza kaweka, mfano kuna zile interest; kuna working experience, anaweza kaandika maelezo mengi sana kuliko kwenye u mfumo. Kwa unapoattach hii CV yako ita itakusaidia ita itakupunguzia kitu. Kwa hiyo lazima uattach CV kwenye adha attachment, na cheti chako cha kuzaliwa kama una recommendation letter au vile viapo, kama majina yako yanaleta changamoto fulani fulani. Kitu cha mwisho kabisa, lazima uje kwenye declaration na uweze kuweka tiki kwamba ala taarifa ulizozijaza zote ni sahihi. Kwa hiyo wale ambao unapata changamoto sana sana, changamoto yako imefika to the climax, umejaribu, umeshindwa au umekwisha kuharibu, unafanyaje? Ukiwa umeshakwisha kuharibu, umejaza mambo ambayo sio natakiwa, uende katika home. Hapa kuna namba za simu pamoja na email hizi hapa, kuna namba za simu pamoja na email. Sasa watu wanaalami kwamba hawapokei simu, lakini ikumbuke kwamba watu wenye wana, wana, wana matatizo ni wengi. Kama walimu wanao ajiliza mtatizo wa elfu kumi na moja jua, ni zaidi ya mara, tunasema mara kumi yake, watu huwa wanaomba hizo ajira. Unakuta watu zaidi ya laki wanatafuta hizo ajira, kwa hiyo wanaokosea ni wengi, wanaopiga simu ni wengi, so keep trying ila mwingine juzi amefesa hiyo changamoto akaenda ofisi zao moja kwa moja, sijua alienda ofisi zao zipo Dar es Salaam hasa gani, lakini unaweza ukaulizia hizi eh, secretariat ya ajira inapatikana sehemu yake na alifaidiwa kwa wepesi zaidi. So shout out, karibu tena katika mdopio juzi na tena next time, kama una swali lolote kuhusiana na mfumo wa ajira portal usisahau kuachia comment yako hapo chini. Ni muhimu sana. Share na marafiki. Bye bye.